Baraka ya viongozi wa dini umefanya jambo jema sana, na Mwenyezi Mungu akubariki sana. Tulipofika hapa tumepata nafasi ya kutembea, namshukuru kiongozi wa soko hili ametutembeza na kututambulisha maeneo kadhaa na namna kina mama hawa watakavyofanya kazi katika soko hili ambalo ni soko la kumbi la moto, soko la nyama choma, soko la mamalishe. Maendeleo ambayo tumeyaona hapa ni maendeleo ya kisasa yanayoendana na mwanamke wa Kitanzania. Zile shida ambazo mlizokuwa mkizipata mwanzo mkifanya biashara katika mazingira magumu, leo tumetembelea eneo hili na mambo tuliyoyaona kwa hakika Daktari Samia Suluhu Hassan anastahili pongezi kubwa sana. Mama Samia si kwamba tu amemtua mama ndoo kichwani, si kwamba tu ametuletea nishati mbadala ambayo leo kina mama wamepata nafuu sana katika sala la upishi kutumia gesi, kutumia mapishi ya kisasa vyombo vya kisasa. Lakini leo katika eneo hili tunashuhudia maendeleo mengine makubwa kwa wafanya biashara, hasa kina mama ambao walikuwa wakipata shida sana katika biashara zao katika eneo la Vingunguti. Leo mama ameendelea kuwekeza manufaa makubwa, ili kuendelea kuilinda heshima ya mwanamke wa Kitanzania. Kinamama ongereni sana Daktari Samia Suluhu Hassan. Mwenyezi Mungu aendelee kumbariki sana rais wetu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Na mimi nataka nimwambie hizi changamoto anazozipata na maneno yasiyofaa ambayo yanaweza kutamkwa na watu sufahau minan nas. Yaani watu wapumbavu miongoni mwa watu. Haya maneno mama hayafanyi, ni kama chai ya asubuhi au kahawa ya jioni. Yaani yambariki, na wala yasimkatishe tamaa, kwa sababu hakuna mtu yoyote ambaye anayeweza kupendwa na watu wote, hakuna duniani na ukipendwa na watu wote utakuwa ni mwongo. Mungu hakutuumba hivyo, na ndio maana nilipata kusema kwamba ukitaka kupendwa na watu wote, wewe utakuwa zaidi ya Mtume Muhammad, maana Mtume Muhammad ya kupendwa na watu wote. Kwa hiyo wewe huwezi kupendwa na watu wote, ukipendwa na watu wote utakuwa zaidi ya, na ukitaka kupendwa na watu wote basi wewe utakuwa ni zaidi ya Yesu, kwa sababu Yesu hakupendwa na watu hata mayahudi wakamfanyia waliomfanyia, maana yake ule ni uadui. Hakuna anaweza kupendwa na watu wote. Kwa hiyo ukipendwa na watu wote, maana yake utakuwa zaidi ya Yesu. Na ukitaka kupendwa na watu wote, maana yake pia utakuwa hata zaidi ya Mungu, kwa sababu Mungu mwenyewe hapendwi na watu wote, wako waliomkufuru, wako wanaomlaumu, na wengine hata kumwabudu hawataki, wameungana na kundi la shetani. Hawa wanampenda Mungu? kama watu wote hawampendi Mungu, wewe unakuwaje, unataka upendwe na watu wote? Kwa hiyo ukitaka kupendwa na watu wote, utakuwa zaidi ya Mungu. Maneno haya nilipata kuyasema mahala lakini sufahau minannasi wapumbavu miongoni mwa watu walishindwa kuyaelewa. Nimeyarudia hapa na Mama Samia Suluhu Hassan tunaompenda ni wengi kuliko wachache, na haiwezekani wampende watu wote. Sisi tuangalie mazuri ambayo anayotufanyia, na maendeleo ambayo anayowaletea Watanzania. Jambo hili ni kubwa ambalo limetukomboa na hasa kina mama wa eneo hili, lakini hata kina baba pia ambao nawaona wasela wasela, wako hapa, wachoma nyama choma. Jambo hili kama alivyosema mchungaji hapa, Mstahiki Meya, tutatafuta siku tena, kama tulivyo, tutakuja kuchoma nyama na kutafuna pamoja hapa kama hivi hivi, ng'ombe moja hatutoshi sisi, ng'ombe mmoja inatosha. Tutakuja na hiyo nyama, iwe freshi ichomwe vizuri kuliko siku zote, tutakuja kutafuna. Mstahiki meya, sisi tumekuja kukuunga mkono, tumekuja kuunga mkono juhudi za Daktari Samia Suluhu Hassan na yoyote atakayemtakia mabaya mama huyu, Mwenyezi Mungu ampe stroke ya hatari, semeni amin. Yoyote atakayemuandama mama huyu kumtakia shari, Mwenyezi Mungu ampe kiharusi kikubwa sana, semeni amini i amin. Haitapotea, utapata stroke, utapata kiharusi na utakaa chini ili Watanzania waendelee kupokea maendeleo ya Daktari Samia suluhu Hassan. <apples> hao viongozi wa dini ni mashahidi, wameona, wanawakilisha viongozi wengine wa dini wote walio wengi Tanzania. Tunashuhudia mazuri ambayo mama anatufanyia, kwa hiyo tutaendelea kumwombea na tutaendelea kuiombea nchi yetu. Tunasikia chokochoko zinazoendelea, lakini zitashindwa na zitaregea kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hawataweza, waliojaribu ni wengi, walishindwa na Tanzania ilibaki salama, na wanaojaribu hata sasa pia watashindwa na Tanzania itaendelea kubaki salama. Mko hapa kina mama na vijana wetu mnatafuta maisha, si ndio? Mko hapa mnatafuta maisha. Hivi anapokuja mtu kuwavuruga, mtamuelewa? Lazima muwe adui wa kila ambaye anayetaka kumwaga damu, kumwaga damu ya Mtanzania. Kila ambaye anataka kutuvurugia nchi hii lazima nyinyi muwe ni adui yake. Sasa so, tunahitaji nchi ya amani na Tanzania inasifika si Afrika tu bali dunia nzima kwamba ni nchi ya amani. Sasa wanatuonea gere, wanatuonea choyo, wanatuonea husda na kijiba, watakufa nacho.